Ndugu zangu, tulivyokuja hapa Tumbatu mwaka wa 2020 kuomba kura, mlituambia changamoto zenu, zikiwemo swala zima la elimu, swala la afya, swala la barabara, swala la maji safi na salama, swala la gati na masuala mengine kadha wa kadha. Tulisema kwamba tutayatekeleza, tupeni kura zenu. Leo nafurahi kusimama mbele yenu kusema kwamba nyinyi wenyewe mmeona utekelezaji kwa vitendo. Tumejenga skuli ya ghorofa hapa, na hiyo ni mwanzo tu, tunakuja bado, tutajenga mengi mengine hapa. Lengo letu ni kwamba, wazee walinambia katika maeneo mbalimbali, walinambia kwamba watoto wetu sasa hivi wanakwenda skuli kwa shifti, wengine wanaingia asubuhi, wengine wanaingia mchana. Kule Pemba kulikuwa kuna wengine wanaingia mpaka jioni, shifti tatu kwa siku. Wakanambia watoto wetu wanakosa nafasi hata kusoma elimu ya dini tukawaambia tutajenga madarasa mengi, watoto wote wataingia asubuhi, mchana watakwenda kusoma dini. Leo tunajivunia. Wakati tunaingia madarakani, kwenye ilani yetu tulisema tutajenga madarasa elfu moja na mia tano, tushajenga madarasa elfu nne na mia nane na mengine yanakuja, yako njiani. Watoto wote watasoma asubuhi. Siimoye tuna tunaajiri walimu, tutaendelea kujenga skuli zenye hadhi, skuli zenye maabara ya sayansi kama hii hapa, skuli zenye maabara za kompyuta, watoto wajifunze kompyuta mapema, lakini skuli zenye maktaba, skuli ambazo zitaweza kutoa vijana, na nafurahi kusema kwamba matokeo tumeshaanza kuyaona, ufaulu wa kidato cha nne na kidato cha sita sasa hivi umekuwa mzuri Zanzibar. Nawapongeza sana walimu kwa kazi nzuri wanaoifanya, na sisi serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya elimu ili tuweze kufanya vizuri, vijana wetu wapate elimu inayoendana kimataifa. Ndugu zangu, hiyo ni upande wa elimu.